Siku ya tarehe kumi na nane mwezi wa nne mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano ilikuwa ni majira ya saa saba za mchana huko katika mtaa wa Shamaliwa, kata ya Igoma, wilaya ya Nyamagana, mkoa wa Mwanza, jeshi la polisi limkamata mtu aitwaye Edward Emmanuel Kumalija, ana miaka thelathini na mga, nane, mganga wa tiba asilia ambaye pia anamiliki nyumba ya kulala wageni maeneo ya hapo ya Nyamhongolo, eh, wilaya ya Ilemela mkoa wa Mwanza. Bwana huyu alikamatwa kwa, kwa tuhuma za kujipatia fedha kwa njia ya udanganyifu kiasi cha shilingi milioni kumi na mbili laki nne na elfu sabini kutoka kwa Edward Mahelo Bihemo mwenye umri wa miaka 43 ambaye ni mwalimu wa shule ya sekondari iitwayo Nyakabungo ambayo yuko mtaa wa Nyamanoro kata ya Nyamanoro wilaya Ilemela katika jiji la Mwanza. Mtuhumiwa huyo alitenda kosa hilo kwa kumlahai Edward Bihemo kupitia kazi yake ya uganga wa tiba asilia kuwa anao uwezo wa kuzalisha fedha kwa njia ya miujiza, na mlalamikaji huyo ndio akawa ametoa kiasi hicho akiwa na imani hiyo kwamba hizo fedha anazopeleka pale basi zitaongezeka kwa njia ya kimiujiza. Chanzo cha tukio hilo ni tamaa ya watu kupata utajiri kwa haraka. Mtumiwa Edward Emmanuel Kumalija alikuwa akichukua fedha hizo na kuziweka katika begi, begi na kumwamuru huyo mlalamikaji ambaye ni mwalimu awe anazitolea sadaka mara kwa mara ili ziweze kuongezeka. Aliendelea kutoa sadaka hizo kwa muda mrefu hadi kufikia hatua ya kukosa fedha za kujikimu. Alipofikia hatua sasa ya kuangaika, hali ya maisha imekuwa ngumu, aliamua kwenda kwa mtuhumiwa huyo kwa lengo la kuchukua fedha zake alizoziweka kwa kipindi chote hicho, ndipo aligundua kuwa alikuwa ametapeliwa fedha zake hizo shilingi